Hospitali ya taifa Muhimbili ilianzishwa kwa sheria ya Bunge namba tano ya mwaka 2000 kama hospitali ya rufaa nchini ambayo ina jumla ya vitanda 1570 na wafanyakazi wa patao 2860, wakiwemo madaktari wa kawaida, medical officers, madaktari wanaosomea ubingwa resident na madaktari bingwa, jumla yao kwa pamoja ni madaktari 333. Sasa naanza kuzungumzia mafanikio ya ya taifa Muhimbili. Ninaanza na matibabu ya dharura emergency medicine. Wagonjwa wa dharura wamekuwa wakiongezeka mwaka hadi mwaka. Tulipoanzisha emergency medicine, tulikuwa tunaona jumla ya wagonjwa mia mpaka mia hamsini kwa siku, lakini sasa hivi wagonjwa wameongezeka kiasi kwamba tunaona wagonjwa mia mbili mpaka wagonjwa mia tatu kwa siku. Kwa sababu ya kuongezeka wagonjwa hospitali imepanua eneo la kuonea wagonjwa wa dharura, sambamba na kuweka vifaa vya kisasa vya kutoa huduma kwa wagonjwa hao. Eneo hili limekamilika na litaanza kutumika mwishoni mwa mwezi huu wa tatu. Pia hospitali inaingia awamu ya pili ya kupanua huduma za kuonea wagonjwa wa, wa dharura ambayo itakuwa mahususi kwa ajili ya kuonea watoto pia. Idara hii ya emergency medicine chini ya hospitali ya taifa Muhimbili imekuwa mstari wa mbele katika kufundisha hospitali nyingine nchini ambazo zinatoa huduma za dharura. Pia katika kuboresha huduma za dharura kwa Watanzania wote hospitali ya taifa Muhimbili inasimamia ufungaji wa mitambo ya telemedicine, inamaanisha ni huduma kwa njia ya mtandao au televisheni, na hii inaunganisha hospitali saba ambazo ni Morogoro mjini, Turiani, Kilosa, Lindi mjini, Nyangao na Chingwea na masi, hizi hospitali zitafu, zikipata wagonjwa wa dharura ambao wako juu ya uwezo wao watakuwa na wa, wanawasiliana moja kwa moja na wataalamu wetu ambao watakuwa Muhimbili National Hospital, wakiwaelekeza cha kufanya. Upandikizaji wa figo, ugonjwa wa figo ni moja kati ya magonjwa ambayo yanapeleka wagonjwa wetu nje ya nchi. Ukiangalia rufaa ya nje ya nchi zinazotoka hospitali ya Muhimbili, magonjwa ya figo yanaongoza. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, katika kuunga mkono serikali ya awamu ya tano ya kupunguza rufaa nje ya nchi kwa ajili ya matibabu, imefanya yafuatayo. Namba moja, imepeleka timu ya watu ishirini kwenda nchini India kwenda kujifunza kuhusu upandikizaji wa figo. Nikisema timu, namaanisha katika hiyo waliokwenda kwenye mafunzo kuna madaktari wa upasuaji, kuna madaktari wa figo specialist kuna watu wa usingizi kuna wataalamu wa ICU kuna manesi wa chumba cha upasuaji manesi wa ICU, jumla yao inakuwa 20. Pia hawa wataalamu wamekaa India kwa miezi mitatu na wamerudi mwishoni mwa mwaka 2016. Sasa hivi hospitali inamalizia ukarabati wa theatre kwa ajili ya upasuaji wa upasuaji na upandikizaji wa figo na pia kununua vifaa vinavyostahili katika kufanya upasuaji wa figo, na tumejipanga kuanza upandikizaji wa figo ifikapo mwezi wa tano mwaka huu.